Bwana asifiwe. So what happens when you speak in tongues? Tunaendelea. Hii nataka ni, ni kwa ajili ya watu ambao wanataka kujifunza. Watu wanaotaka kutumia akili zao. You have to use your mind. Lazima utumie akili kwenye haya mambo ya Mungu, lazima utumie sasa hivi. Unaitumia akili lakini hauitegemei. Na mtu anayetumia akili atakuwa na, na ufanisi zaidi kuliko mtu ambaye anaenda enda tu, yeye anaenda tu, anaenda tu kwa maana hiyo vyote vile. Kwa hiyo lengo langu hapa ni kwa wale ambao wanaotumia akili zao kufikiria, wanasema haya ah, mambo ya Mungu haya ah, yeah, kitumia akili yako vizuri kwamba sio kila mtu anayenena kwa lugha mpya, so so wanakuwa kama vichaa. Kunena kwa lugha mpya hakumfanyi mtu kuwa mkichaa. Unatakiwa kuwa na hekima. O, unaenena kwa lugha mpya, usinene kwa lugha mpya unapayuka payuka, ha? Usipayuke payuke. Roho Mtakatifu hapayuki, atakuongoza wewe kupayuka. Atakuongoza katika discipline, atakupa hekima atakupa maarifa ya kuweza kufanya vile unavyotakiwa kufanya. Niongee kitu kingine basi. Yeye anena kwa lugha mpya bwana. Mtume Paulo hapa anasema anasema, msali wa sita, anasema msali wa tano, okay. Anasema nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha <laughs> tuishia hapa na kwenda vipande kimoja kimoja tu eh. nami nataka ni nyote nene kwa lugha. Nataka kujibu swali ambalo watu wengi pia wameniuliza, kwani je wote wananena kwa lugha mpya? Ameongea hiyo katika wa, waraka wa eh, sura ya kumi na mbili waraka wa kwanza huyo wa Korintho. Je, wote wananena kwa lugha mpya? wote wanafasiri? Mtume Paulo anasemaje hapa? Nami nataka wote mnene kwa lugha mpya lakini sio wote wanaonena kwa lugha mpya. Mimi nataka wote waokoke, sio wote wanaookoka. its the same. Mimi nataka wote wapone, sio wote wanaopona. Nataka wote wabarikiwe. thats what God wants. God wants you well, God wants you to succeed, God wants you to be prosperous, all of you, but not all of you will be prosperous. <laughs> its up to you now. Do you want to speak in tongues? Usidanganyike kwamba Mungu hataki wewe unene kwa lugha. Mtume Paulo anaonyesha the mind of God hapa, anasema nami nataka nyinyi wote mnene kwa lugha, kwa hakuna wachache ambao wao wamependelewa, kwamba wao ndo wanatakiwa kunena kwa lugha. M wote, kila aliyezaliwa na Mungu amepewa. Hiyo ni provision yake, ni sehemu yake ya Mungu kutumia kupokea kipawa cha kunena kwa lugha mpya na kukitumia. Sasa niendelee kusema kuhusiana na kunena kwa lugha mpya peke yako. Sasa nimejaribu kuelezea zile namna mbili, kwa hiyo ile ya peke yako ndio hiyo ambayo nimesema inakujenga wewe mwenyewe. Unaweza kunena mwenyewe ukiwa chumbani kwako, unaweza kunena mwenyewe ukiwa Seblen, ukiwa bafuni ukiwa barabarani ukiwa darasani unafanya mitihani, ukiwa kazini, uko busy na kazi, kuna kitu kime stuck unanena kwa lugha mpya ili kutoka kwenye ile level iliyo kufanya ukawa stuck kwenda kwenye level ya juu. Kila mmoja, kila mtu anaweza kunena kwa lugha mpya. Je, ananena lugha ipi sasa? Kuna mtu mmoja nikutana naye zamani kidogo, akaniambia sasa, so, you know, ye wote sisi tunanena tu raba shako raba shako, ye wote tu tunene hivyo. Nikamwambia, wewe unaongea lugha gani? unaongea Kiswahili ndio? Je, watu wote wanaongea Kiswahili? unaongea nao obviously. <laughs> walijifunza wapi Kiswahili? Nenda kamtafute mtoto mdogo ambaye anajifunza kuongea, msikilize, anaongea lugha gani? ukikutana na mtoto mdogo uswahilini huko anaongea Kirusi. Watu watasema huyo mtoto ana mapepo. Nani yeye? Anaongea Kirusi tu, wazazi wake baba mswahili mama mswahili, yeye anaongea Kirusi, una shida kwao? Nikamwambia, you start with what you hear others, have unaanza na kile ambacho wengine wanacho. Kwa hiyo hiyo lugha mpya utakayoinena wewe utaanza na hiyo rabosheke rabosheke resokora

Leo nataka tu, nisiende haraka, nirudi wa Korinto wa kwanza hiyo sura ya kwanza, hiyo wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza. Nitarudi kwenye ile sura ya 14 maana ndio main chapter nayo deal nayo. Okay, Korinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5 wa 15, anasema kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu

Again, narudia, if you see that kunasikia, moyoni mwako Mungu anakusukuma kuchangia ili tuweze kurekodi haya mafundisho vizuri bila ya shida, kama hivi, pray about contributing, give. Wewe <laughs> mbona shavu kubwa hilo? Nataka tukupe hela za nini? Nataka unipe hela ili niweze kufanya huduma? Shavu kubwa ni shukrani kwa Mungu kubwa alinisaidia kufanya huduma ikawafikia watu wengi. Haijaboresha sana huduma yangu. Nataka kuboresha kazi ya Mungu. So please kisikia, consider praying to take part in this. This is a very good work of God. Ni kazi nzuri itawafikia watu wengi sana. Leo wanaweza wakawa watu wachache sana wana, wanaona lakini in the coming days it will be a landslide. Okay. Kwa hiyo what people see is stupidity in God, it's so wise. Ni hekima kubwa sana, hekima ya Mungu ni kuu. Wanadamu hekima yao imewafanya wasimwamini Mungu. Ok, turudi sasa kwenye sura ya kumi na nne pale maana nilichokuwa naongelea hapa ni kwamba mnaniona kama nafundisha vitu ya vya upumbavu but it is wisdom to God. Okay, tuendelee <clears throat> okay, nataka nikufikishe kwenye mstari wa kumi na kumi na mbili, mstari wa kumi na tatu. Kwa kuna vitu ambavyo nataka nielezee vitu viwili. Cha kwanza unaponena kwa lugha omba upewe kufasiri mstari wa kumi na tatu. Kwa sababu hiyo yeye anenaye yeah, kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Kwa tutakuja kujifunza kufasiri ni nini. Au labda ni let me just have a quick catch of kufasiri. Kufasiri maana yake ni kupokea sasa katika namna ya kibinadamu katika lugha ya, ya kibinadamu katika perception perceptions katika upokeaji wa kibinadamu ni kama vile kusikia joto, kusikia baridi au kusikia yani, kama hivyo <laughs> yani, hauhitaji kuwa intelligent kusikia joto baridi, kusikia kiu, kusikia njaa. Kwa Kiswahili tunasema ni kusikia, lakini ni kupata njaa, kupokea njaa, upokee njaa. Kwa namna ya kujitahidi, inakuja tu, that is kufasiri. Kwa kufasiri lugha ni hivyo hivyo. Anayenena kwa lugha aombe apewe na kupokea yale mambo anayoyanena katika Roho ambayo na yeye mwenyewe hajui ni nini anachokinena, apewe sasa kuyafahamu. Mungu hakuzi, hakufunga huo mlango. Amesema mlango uko wazi, omba upewe kufasiri. Okay? Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili nilichotaka kukisema you can speak. unaweza kunena, unaweza kuomba katika Roho na unaweza kuimba katika Roho. So nilivyotoa mfano kunena kwa lugha, nasema moteke, hiyo ni kunena kwa lugha. Kuimba katika roho ni vipi? Kunena kwa lugha mpya pia ndio kuomba katika roho. Okay. Ngoja nikusomee msali kwanza, afu ndio tuende nao, maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili yangu haina

tunda yale, the fruit of the speaking in tongues. Sasa unamfuata anasema imekuaje? Basi nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili. Pia nitaimba kwa roho na pia nitaimba kwa akili. Kwa anatufundisha kitu kingine hapo kwamba kuna vitu viwili. Kuna kuomba katika roho nimekuonyesha hapo mwanzo, muda kidogo uliopita, na sasa nakuonyesha kuimba katika roho. Karamandoro bosha marabasekere karabarontura bashamara mandoro Boboboshakabarandorobosekee angndorobobotee mashereketei. Nitakuelekeza vitu vingine yani, kwa nini nasiki ina poimba katika roho, ni kama njaa inakuja, ni kama kiu inakuja <laughs> ni vitu ambavyo vinatokea, yani they just come. Na sasa nitakufundisha katika sehemu inayofuata, what other things, okay. Other things ambavyo nafikiri nimepita hapa, narudi kule nikuonyeshe, unamshukuru Mungu, you give thanks well, kwa kuomba katika roho, unamshukuru Mungu ipasavyo. Nitakufundisha hiyo sehemu inayofuata. Kwa hiyo hapa manake tumejifunza kwamba kuna kuomba katika roho, kuna kuimba katika roho na kuna kuomba katika roho kuna kuimba kwa kutumia akili na kuna kuomba kwa kutumia akili. So you can start by kutumia akili za kawaida, lugha ya, ya kutamkwa ya kawaida, alafu then una move kwenye kutamko kuomba katika roho. Let's say unaomba upate kazi, kwahiyo you start: Baba, nashukuru kwa ajili ya ile kazi umekwisha kunipa mimi, nimeipokea ni ya kwangu. E kereka, ya kasabo moresheke taramando nimekuelimisha vitu viwili hapo moja kwa moja. Kwa hiyo kimoja ni kwamba nimeomba kwa akili, nimetamka maneno ya kutamkwa kwa Kiswahili kazi, and then nimeyapeleka katika roho, so have nimefanya upside down. Yani nimeanza na kufasiri afu nikapeleka katika roho, nikaweka katika roho in the realm of the spirit. Yamengangania huko, yani that in the spirit that is what is